Naitwa Gertrude Mpangile ni mkurugenzi wa sheria na uhusiano wa kampuni ya TotalEnergies Marketing Tanzania. Leo tuna furaha, tuko hapa eneo la Ununio jijini Dar es Salaam ambapo tunazindua kituo chetu kipya e, kama mnavyokiona mwonekano mzuri na kama mnavyofahamu brand yetu ya TotalEnergies, kituo hiki kwa kweli kimekidhi vigezo vyote ambavyo vinatakiwa e, katika kuendesha kituo chini ya brand ya TotalEnergies. Aa, kama mlivyosikia hapo awali, hiki ni kituo chetu cha mia moja na kumi hapa Tanzania ambapo vituo hivi vinapatikana katika maeneo mbalimbali e, nchini Tanzania. Lakini pia tuna mifumo ya aina mbili ya uendeshaji wa hivi vituo. Kuna vituo ambavyo tunaviita kodo ambavyo vinamilikiwa na kampuni lakini tunawaweka e, mawakala wanakuwa wanaviendesha. Lakini mfumo mwingine ni unaitwa DODO ambapo mtu binafsi anakuwa anamiliki kituo alafu tunampa ruhusa ya kuendesha kupitia brandi ya TotalEnergies. Kwa hiyo kituo hiki cha hapa Ununio kinaendeshwa kwa mfumo wa DODO ambapo mtu binafsi dila wetu hapa amemiliki hiki kituo lakini akapenda e, kuendesha chini ya brandi ya Total Energies. Kwa kweli tunamshukuru sana kwa kuchagua brandi hii, kwa sababu kama mnavyofahamu Total Energies tunasifika kwa kutoa e, bidhaa na huduma bora. Kwa hiyo kupitia kituo hiki uh, wateja wa maeneo ya Ununio na maeneo ya jirani Bahari Beach, Kunduchi, na wote wanaopita katika maeneo haya wataweza kujipatia bidhaa zetu zote zinazotolewa na TotalEnergies ikiwemo mafuta yetu bora kabisa ya Exilium, ambapo kama mnavyofahamu sasa, mwaka huu tumekuja na formula iliyoboreshwa, ambayo inatoa faida tatu kwa wakati mmoja unapotumia mafuta ya Exilium kutoka zaidi Lakini vile vile inafanya gari itumie mafuta kidogo na kwenda umbali mrefu, na vilevile vile, um, mafuta haya yanasaidia kupunguza uzalishaji wa hewa ukaa. Kama mnavyofahamu, chombo kikipita barabarani kinavyoendeshwa, kinakuwa kinatoa hewa ukaa, lakini kupitia mafuta ya Excellium kutoka Total Energies tunapunguza, um, utoaji wa hewa ukaa ili tuweze kulinda mazingira yetu kwa ajili ya kizazi cha sasa na baadaye.